Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia robo ya pili ya mwaka 2025. Tunapojifunza mada kuu isemayo vidokezo, tamathali za semi, ishara. Jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Na juma hili tunaenda kuliangazia somo la 11. Somo linalosema Ruthu na Esta. Hili ni kwa ajili ya Juni 7 hadi 13. Hii ni Sabato mchana, Juni saba. Mwanisha anatuelekeza katika juma hili kusoma Ruthu sura ile ya kwanza aya ya kwanza hadi ya tano Ruthu sura ya pili aya tano hadi 20. Ayubu sura ya kwanza aya sita hadi 11. Mathayo sura ile ya 4 aya 8 na ya 9 Esta 3 aya ya kwanza hadi ya 14. Yohana sura ya 12 aya ya 14 hadi 17. Fungu la kukarili linatoka kitabu cha Esta sura ile ya tano aya pili. Neno la Mungu linasema, ikawa mfalme alipomwona malkia a Esta amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake. Naye mfalme akamnyoshea Esta fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esta akakaribia akaigusa ncha ya fimbo. Juma hili tunaendelea kuchunguza visa vinavyoonesha kabla matukio ya siku za mwisho. Kwa kutumia matukio halisi ya maisha ya na watu, Mungu anatusaidia kuona mambo kwa mtazamo Wake na kutusaidia kuelewa jinsi ya kutafsiri unabii unaofuata, unaotolewa ili kuimarisha imani yetu. Umakini wetu unawageukia wanawake wawili muhimu ambao masimulizi yao yamegusa mioyo ya vizazi vingi: Ruthu na Esta. Mmoja ni mjane asiye na kitu anayepata tumaini baada ya kukutana na Boazi mwenye huruma au mkarimu, mkombozi wa ndugu yake. Ndoa yao imekuwa kisa cha upendo kinachopendwa na Wakristo kwa sababu ya jinsi inavyoakisi upendo wa Kristo kwetu. Mwingine ni msichana mdogo anayeishi katika nchi ya ugeni ambaye anafahamu njama ya kuwaangamiza watu wake na kujikuta akilazimika kupanda katika jukwaa kuu la mfululizo wa matukio yanayojitokeza ili kuwaokoa. Katika unabii, bila shaka, mwanamke ni ishara yenye mvuto ya kanisa la Mungu, ikifafanua kwa wazi zaidi juu ya jinsi Mungu anavyowajali watu wake. Hebu tuangalie masimulizi ya Biblia ya wanawake hawa wawili ambao hali zao za maisha zimepewa sifa za daima katika neno la Mungu ili tutafute kupata masomo yoyote tunayoweza kutokana na uzoefu wao. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Juni 14. Jumapili tutajifunza njaa katika nyumba ya mkate. Jumatatu, Ruthu na Boazi. Jumanne, Boazi kama mkombozi. Jumatano Hamani na Shetani, Alhamis kwa ajili ya wakati kama huo, Ijumaa jifunze zaidi. Kumbuka hili ni somo la 11 katika robo ya pili ya mwaka wa 2025 somo linalosema Ruthu na Esta, na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii katika Sabato mchana. Kwa neema ya Bwana tuungane kwa mada zinazofuata, na jina lake litukuzwe sasa na hata milele amina.